Sasa nilipokuwepo Geita, wilaya moja ya Bukombe, nilizungumza juu ya vyama vya siasa, asasi za kiraia, na baadhi ya viongozi wanaoratibu na kupanga kupitia vijana wenzetu. Kipindi kile walikuwa wanapanga vijana ishirini na tano kuweza kufanya vurugu na kupoteza amani ya taifa letu. Nilivyosema hivyo, wakaja juu baadhi ya vyama vya siasa lakini kama hiyo haitoshi, leo sasa nataka niseme kwa kuwa nimewaonya nime na hawajasikia sasa. Leo nataja asasi moja ya kiraia ipo asasi moja inaitwa Ford Foundation. Asasi hii ndiyo iloratibu na iliyopanga mipango ya ufunjaji wa amani na vurugu pale nchini Kenya, na ndio iloratibu vijana pale wa Kenya kwa kuwapenyezea fedha kidogo wakafanya walioyafanya na viongozi wao wa taifa lao wakatoka na kuikana na kuionya. Sasa tunazo taarifa, kipo chama kimoja na wasitiri tena na wakirejea na wataja, kipo chama kimoja ambacho hicho chama kimejinasibu na kwenda kuvuruga amani ya taifa letu. Kuna viongozi walitoka hapa na kwenda nchini Kenya, na walipofika nchini Kenya wakaonana na taasisi hii na baada ya kuonana katika mazungumzo yao wakakubaliana wawape shilingi milioni kumi na tano dola ambazo ni sawa na bilioni arobaini za Kitanzania, lakini mipango yao kwenye fedha hiyo ni ovu kabisa ya kuja kupenyeza fedha hizo kwa vijana wa Kitanzania, waende wakavuruge maisha yao, ili waende wakavuruge kesho zao. Na mimi natumia nafasi hii kuwaasa tena vijana msikubali kutumika na wanasiasa wa hovyo wa kutaka kuharibu amani ya taifa letu. Lakini kama hiyo haitoshi, na nyinyi wanasheria, baadhi yenu nawaonyeni, na nyinyi ni na ninayo listi ya majina yao walojaribu kujinasibisha kwamba wao ni wanasheria, wanakuja katika taifa letu hapa, na wengine wanatoka hapa hapa kuja kuanzisha vijikesi na kufungua baadhi ya majalada lakini lengo na makusudio yao ni kuanzisha vurugu katika taifa letu. Sasa mimi nikiwa kiongozi wa vijana ambaye chama changu kinaongoza taifa hili, siwezi kukubali kuona vijana wenzangu wanapotea, siwezi kukubali. Ni kuombeni sana vijana wenzangu, na kwa kuwa sheria yetu ya nchi yetu inaturuhusu itakapobidi tutafuata sheria kuwashtaki watu hawa, haiwezekani. Sasa nikuombeeni sana ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, amani umoja na mshikamano huu uliasisiwa na baba wa taifa. Na Tabora, nyinyi ni kitovu cha siasa hapa. Unapozungumzia siasa huwezi kuacha kutaja mkoa wa Tabora. Nikuombeeni sana tuendelee kulinda amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Hatuwezi kucheka na mtu anaotaka kuvuruga amani, umoja na mshikamano wa taifa letu, na mimi nikuombeni, ndugu zangu wa Kashanghala, Nzega, Tabora kwa ujumla, chama ambacho kinachoweza kuwaletea maendeleo hakuna chama chengine isipokuwa ni sisi. Nchi hii ilivyotoka kwenye makucha na mikono ya makoloni haikuwa hivi. Ukizungumza wataalamu hawakuwa kama walivyo leo. Ukizungumza mashule hayakuwa kama yalivyo leo. Ukizungumza vituo vya afya havikuwepo kama vilivyo leo. Ukizungumza amani, umoja na mshikamano havikuwepo kama vilivyo leo. Hii yote vimeletwa na CCM. Hey!